Hmm. Mchape mchapi mchapi, vipi vipi? Ina maana simu zangu uzioni? Amna mshua, wana sio hivyo, simu zangu uzioni nazokupigia, afu kwa nini unaongelea mbali? Ebu sogee hapa tuongee mbali mbali, anamshua, anajua vipiki yako bwana. Oya, sinaitea mambo ya ajabu, isabu yangu ina wiki ya pili sasa, ujaniletea Ongea sauti Mshua, sikusikii vizuri, sikusikii vizuri. Ah, tuongee mbali mbali bwana. Najua tukusikia karibu, hapo taingilia leo tunachukua mziki yako. Nimekwambia njoo tuongee hapa. Mimi naona unanichanganya, naona hiyo pikipiki umeigeuza ya kwako. Sasa mimi nije niongee na wewe hapo hapo. Ah, mna bwana Mshua bwana. Tuongee mbali mbali. Tuongee mbali wapi? Usiwaze Mshua tola baadaye tuongea. Wewe ni hesabu yangu hapo. Tuongee bwana Mshua bwana, usiwaze tuongea baadaye. Wewe unaifanya sawa wewe? Kwaona